Kwanza nitoe shukrani kwa wote ambao tumejaribu kufuatilia kuanzia video ya kwanza mpaka video ya arobaini na tano ambayo sasa hivi nazungumza, na nilitoa ahadi nitakuja kueleza kwa sababu gani mwanamke anaweza kupata mimba bila kuona hedhi zake, na tulikuja niliahidi pia nitakuja kueleza kwa sababu gani kuna mtu anaingia hedhi lakini anakuwa si mtu mwenye kutoa yai, yaani anapata hedhi lakini yai inakuwa halijachavushwa kwa hiyo huyu mwanamke anakuwa ni ngumu sana kuweza kupata ujauzito na kuhakikisha afya yake inakuwa salama. Sasa leo nitaenda kujibu mwanamke, je, mwanamke anaweza kupata mimba bila kuona hedhi swali? So, hili jibu lake ni ndio, ambalo wanawake wengi walijui, yani unaweza kupata mimba bila kuona hedhi. Maana yake kinachotangulia kuanza ni siku yako ya hatari au ovulation day kabla ya kuanza kuona hedhi wanawake wengi ambao wamekuwa katika kipindi cha kujifungua au baada ya kujifungua, wanawake ambao wananyonyesha au baada ya kukoza hedhi muda mrefu, wamekuwa wakiamini kwamba wako free wa, wamekuwa wakiamini wako free na kuamini kwamba ili aweze kupata mimba kwanza lazima aanze kuona hedhi. Kumbe ni kitu ambacho ni hatari, kwa sababu mwisho wa siku wanawake wengi wamekuwa wakipata ujauzito mapema zaidi baada ya kujifungua, kwa sababu anaamini hadi aone hedhi ndio aamini aamini kwamba mzunguko wake es huko salama zaidi. Sasa tutakuja madarasa ambayo nitakufundisha njia gani ambazo unaweza ukatambua hedhi kwamba imerudi au yeye tayari imerudi wewe, baada ya we kupitia kipindi kirefu iza chaweza kukosa hedhi au kipindi ambacho mnaweza kujifungua hivi karibuni au kipindi ambacho unaonyesha, kwa sababu kuna sana ina baada ya muda mfupi sana huwa anapata hedhi, muda wa siku chache: mwezi mmoja au mwezi mmoja na wiki mbili au wengine wiki tatu au wengine miezi mitatu, anajikuta hedhi yake inarudi au anajikuta anapata ujauzito na anakuwa nasingizia muda mrefu zaidi. Kwa hiyo matarajio yake au anaamini kwamba yuko salama kwa sababu ana hedhi na siku ambapo anashiriki ni kumbe, mzunguko tayari umeanza kujitengeneza au mazingira ya yai tayari yaliko yaani free na kusubiri mbegu kuweza kujitokeza. Au inawezekana kweli ukawa siku zako ni salama, lakini umejamiana siku tatu nyuma ambazo mbegu za mwanaume wako zimeweza kubaki katika via vyako vya uzazi, na siku ambapo yai inatoka unaweza kushika ujauzito, alafu mwisho wa siku unakuwa hauoni hedhi, ukiamini bado una ule ule mlolongo wa kuamini kwamba hedhi zako yeye ni muda mrefu au umemiss, yaani muda mrefu. Alafu mwisho wa siku anajikuta na mimba na unaanza kushtuka. Kwa hiyo ni mambo lazima uwe nao makini na kuisha fiko na kuwa salama wakati wote. Kwa hiyo kumbe mwanamke anaanza akashika hedhi, akashika mimba hata kama hajaona hedhi yake. Ana mambo ya msingi kuzingatia na dalili kubwa ambazo huwa nasisitiza mwanamke aziangalie ni kuona utoke kwa shingo kizazi na badilika, kuona joto lake mwili linapanda, kuona matamanio ya tendo la ndoa au kupata maumivu ya upande mmoja wakati wa siku yako ya hatari, au kujihisi siku fulani una nguvu sana, au joto la mwili liko juu, unapata maumivu, au umekuwa na matamanio sana ya tendo la ndoa, au joto la mwili linapanda. Na mwisho kabisa, huwa tunatazama engo au a position ya shingo ya kizazi huwa iko wapi, na inapokuwa juu sana, maana mwanamke upo katika siku zako za hatari, ni vyema ukaacha uka kushiriki tendo la ndoa na kama kutakuwa na lazima ukatumia kinga ili kuweza kunusuru kushindwa kupata ujauzito. Lakini inapokuwa tofauti na unatamani kupata ujauzito, utakapoona mlango wako wa kizazi uko juu, mwanamke atakapojiingiza kidole haupati au ukiupata unaupata kwa shida sana, lakini unakuwa wazi, unakuwa mlaini, kwa maana yake unaruhusu mbegu kuingia, na siku hiyo ni siku yako ya hatari. Lakini unapokuwa siku za kawaida, huo unaupatikana kwa, kwa, kwa urahisi zaidi lakini unakuwa mgumu lakini pia unakuwa umefunga. Hizi ni dalili tano au sita mazo ambazo nimekutajia ambazo zinaonyesha kwamba we mzunguko wako njiani kurudi au yai tayari nishatoka kapo, kufanya, kwa hiyo jaribu kufanya tendo la ndoa kwa wakati huo na kuruhusu mbegu za mwanaume kuingia, ni basi kuna nafasi kubwa kuweza kupata <coughs> ujauzito. Ana mambo msingi kuzingatia haya ni elimu pana zaidi, na kama ndio kuna changamoto kwa sana na hedhi nahezi kwa namba sifuri saba moja sita tano moja moja moja sifuri saba sifuri saba moja sita tano moja moja moja sifuri saba, nitakupa maelekezo kwa kina wengi wa aweze kushika ujauzito ambao haukutarajia, au baada ya mwingine kumwambia, mimi namzunguka siku 22, au mwingine, siku 21. Ingawa mzunguko wa kawaida ni siku 21 mpaka 35, usisahau kuzingatia hilo. Wamekuwa wakivurugwa, au utakuwa unatamani kuniwish kwa sababu nimetoa zawadi ya ofa ya video mia moja au miyamoja, siri za video mia moja ambazo nafundisha siri iliyojificha katika hedhi, ambao watu wachache wenye maarifa haya na wenye kuwa nayo ni watu ambao mejiku, wamejikuta wame wakijibambania wao wenyewe au wakidina wenyewe kwao. Tutaendelea kujifunza kwa kushare, kusubscribe na kulike ili kuweza kufikia watu wengi zaidi, lakini ambao ume unafuatilia kwa mara ya kwanza, ujue na video nyingine tisini na tisa ambazo haujaziangalia. Lengo ni kukupa maarifa. Asanteni.